Mimi ni mrakibu wa polisi Monika Monache, natoka kamisheni ya upelelezi wa makosa ya jinai kitengo cha ja kuzuia dawa za kulevya. Nipo na askari mwenzangu hapa, hebu ajitambulishe kwa majina yake. Kwanza mimi naitwa detective constable Jamali Ombe, nafanya kazi makao makuu ya jeshi la polisi chini uh, ya kamisheni ya upelelezi wa makosa ya jinai kitengo cha kupambana na kuzuia na kitendo cha kuzuia na kuona madawa ya kulevya Tanzania. Asante viongozi, mmekuja hapa leo naona na vitu vingi ambavyo vinahusiana na dawa za kulevya, na nyinyi kama wapambanaji wa dawa za kulevya mnazungumziaje? Maana wingi wa dawa za kulevya ambazo ziko hapa nchini kwa sasa, kwa nini hazipungui? Maana watu wanazidi kuongezeka kila siku wa raibu nawapunguza wingi wa raibu na, ikiwa iki dawa zinaendelea kuongezeka. Asante. Ndugu uh, mwandishi wa habari uh, kwa kosa la ile la dawa za kulevya, na unavyosema kwa dawa za kulevya ziko hapa nchini na zinaendelea kuongezeka, hazipungue, tunakoendelea kuwa na waraibu, mimi nadhani ipo jitihada, ipo jitihada ambazo taasisi zimekuwa kizifanya. Sisi jeshi la polisi Tanzania, tukishirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya, kuendelea kulitokomeza hili, na kama mpo kwenye usikilizaji wa redio TV na maadhimisho mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyafanya, tumekuwa tukitoa data kila kukicha, kwa tunaonyesha makosa haya tumekuwa tukiyadhibiti kwa hali ya juu. Ukiangalia kwa sasa hata tatizo la heroin tumeshalipunguza kwa kiasi kikubwa sana. Ukija pia kwenye bangi, nalo tumeshalipunguza kwa kiasi kikubwa. Tunateketeza mashamba ya bangi, tunakamata wahalifu na tunashukuru mahakama zetu pia zinatoa vifungo kwa wakati. Kwa hiyo tunapoendelea mbele, kwa kweli hili tatizo tunaendelea kuli sana na ndio maana hata ukiangalia saa hizi kauli mbiu imehamia kwenye uratibu, kuwekeza katika uratibu wa kinga na tiba kwa waraibu, kwa sababu tumegundua hata huku wakati wa kupambana na na uingizaji, uzalishaji tumeshajitosheleza, tume kidogo, at least, tumepunguza ile, tatizo limeshuka kidogo. Kwa hiyo serikali imejikita sasa hivi kuangalia waraibu ambao tayari walikuwa wamekwisha athirika, ndio tunafanya jitihada za kuwatibu ili kuwapunguza huko mitaani. Lakini kwa makosa ya madawa kulevya special bangi, tumekuwa tukijitahidi sana. Hata ukizunguka mikoa mingi, imekuwa ikionyesha watu wahalifu wa, wa, wa wanaokamatwa na mashamba yanayoteketezwa ya bangi kwa hiyo kwa dawa ambazo tunazilima hapa kwetu, kwa kiasi kikubwa tumeendelea kujitahidi. Mirungi tunateketeza mashamba ya mirungi, tunakamata walifu wa mirungi, tunazuia mipaka yetu. Kwa mfano mirungi inayoingia kupitia Kenya tumedhibiti mipaka yetu. Kwa hiyo kwa sasa mirungi, bangi, at least sio kwa kiwango kile cha mwanzo kilichokuwepo. Hata hizi dawa ambazo zinaingizwa kupitia baharini na ndege na njia nyingine ambazo hazipita at least pia tunaendelea kuzipunguza. Ndio maana unaona makosa sasa hizi tunao kamata, kosa dawa nyingi tunazokamata kwa sasa ni methamphetamines. Wameshaanza kupita ku, njia nyingine baada ya kuona heroin na kokaini zinakamatwa kwa wingi, wamejikita sasa kuleta aina nyingine za dawa especially methamphetamines na dawa nyingine tiba ambazo wamezigeuza kama dawa za kulevya sasa kama tramadol, ketamine, benzodiazepines zote wamezigeuza kama ni dawa za kutumia kwa sababu zile dawa ambazo zilikuwa zinapatikana kama ero na kokeini tumezidhibiti kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo serikali kupitia taasisi zake zinazoshughulika na masuala ya madawa ya kulevya kwa kweli zinajitahidi zinajitahidi, hata wananchi jini ni mashuhuda, mnaona tunavyowakamata wahalifu na mnaona mahakama zinavyo wahukumu hawa wahalifu kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha wananchi, kwa sababu wao ndio wanaotuletea taarifa za wa wa za wao waalifu na uhalifu wa dawa za kulevya. Waendelee kutupa taarifa, waendelee kuamini hizi taasisi zipo kwa ajili ya kuikomboa kui jamii, kwa sababu swala la dawa za kulevya ni la nchi nzima, ni la kila mwanafamilia Mtanzania ambaye anauiwa kuiendeleza nchi yake, kwa sababu athari kubwa zinakwenda kwa watoto wetu na vijana. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi vyombo ya ulinzi ambao tupo katika kupambana na tatizo hili, tunasema ipo kazi ambayo tunaifanya. Asante sana, nashukuru. Nafikiri umeongea yote, amejitosheleza sina mengine ya kuongeza tena, asante sana. Karibu na chochote ambacho unaweza kushauri na mtazamo wako, unaweza kuongea kwa sasa. Ah, ushauri wetu, tunaiomba taasisi tunazofanya nazo kazi ziendelee kutuamini, jumuiya zinazotuzunguka, watanzania waendelee kutuamini kwa tupo katika kupambana na vita hii, tunaomba tupate taarifa kwa wakati, tunaomba tuambiwe wale wanaoingiza, wauzaji, wazalishaji, walimaji wa wa e, tushirikiane kwa pamoja e, kwa pamoja tutajenga nchi, kwa pamoja tutaishi bila dawa za kulevya e, kwa kusema tuliachie tu vita vyombo vinavyofanya kazi hii vifanye kazi peke yao, vitakuwa ni ngumu kulimaliza tatizo hili, kwa sababu chivuko lake ni kosa ambalo ni la kificho ambalo hawezi mtu kuja ukamuona anafanya mtaani tu, mpaka upate taarifa, umtafute kwa kificho, mkamati. Kwa hiyo tunaiasa jamii iendelee kutuamini iendelee kutuamini, tuletee taarifa basi, tuendelee kulimaliza tatizo hili, kwa sababu ni tatizo la kitaifa, tutengeneze taifa lililo huru lisilo na dawa za kulevya. Asante sana. Asante. Hmm. Asante.